Tukidumu kusimama tuinamishe nyuso zetu tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Muumbaji, Mfalme, Bwana wa mabwana, wewe uliyekuwepo uliyepo, na utakayekuwepo milele zote, ndiye wewe ambaye, Bwana, tunalitia jina lako katika masaa haya. Tunakushukuru kwa neema na rehema yako, ambayo Bwana, imeendelea kuonekana katika maisha yetu hata leo kujihudhurisha katika ibada hii Bwana ni neema na rehema zako. Sasa wote tuliokuja Bwana, tumekuja jinsi tulivyo, nasi tunajisalimisha kwako jinsi tulivyo. Tuguse kwa mguso wa pekee na wa tofauti, ili Bwana tukapate kubadilika. Yesu rafiki mwema, uliutoa uhai wako kwa ajili yetu. Sisi tumechoka rafiki yetu, tushike kwa mkono wako, utusaidie na utuwezeshe kuyatenda yote kwa utukufu wako. Tujaze na Roho wako Mtakatifu kila panapoitwa leo, ili Baba atufundishe, atuonyeshe, atupatie nguvu katika kutenda yote kwa utukufu wako. Tunamleta mtumishi wako mchungaji Metusela, anapokwenda kunena nasi, Bwana mtumie yeye kama chombo ambacho umekichagua kwa ajili ya kuinuliwa wewe hapa Tegeta na wote tuliokuja hapa, tukavutwe kukuona wewe ukitenda yote kwa utukufu wako. Sante kwa kuwa utaanza pamoja nasi. Nyimbo zilizoimbwa Bwana zimekusifu na kukuinua wewe. Ibada yetu tunapoiendea, Bwana katamalaki mahali hapa, watoto wako wanapoomba ndani ya mioyo yao, wakilia na kusihi, Bwana sikiliza maombi ya kila mmoja wetu na ukatujibu sawasawa na mapenzi yako. Zaidi ya yote, Bwana, tunaomba tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ndilo ombi letu katika jina lako Yesu, amen. Basi nimkaribishe mchungaji wetu ambaye amekuwa nasi katika wiki hii na leo tukiwa siku ya nne, Mchungaji Metusela aweze kuzungumza nasi katika wakati huu. Fungua moyo wako na masikio yako ya kiroho, ruhusu Roho Mtakatifu aweze kukusaidia kusikia na kuwa tayari kupokea kila ambacho Bwana. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Karibuni sana jioni ya leo. Asante. Katika ibada hii ambayo ni ya pekee sana, tutakuwa na sehemu mbili kama ilivyotangazwa, neno la Bwana kwa njia ya maombi na kujiweka wakfu baada ya kuwa tumefuturu pamoja kama kanisa. na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo na kwa sababu ni walike, tufungue Bibilia zetu kitabu cha Matayo sura ya kumi na tatu. Matayo sura ya kumi na tatu. Matayo sura ya kumi na tatu, waliofika waseme amina. Matayo kumi na tatu, waliofika waseme amina. wali Kianzia fungu la kwanza, Biblia inasema siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi na hata akapanda chomboni, akaketi na ule mkutano wote wakasimama pwani. Kwa hiyo kile chombo kikawa kibweta. Jamani, bwana asifiwe sana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 Wakati wa Yesu kilimo ilikuwa moja kati ya ya shughuli kuu iliyokuwa ikifanywa kilimo, na walikuwa wana, wana, wanalima sana maeneo ya, ya, ya, ya kule Palestina kulikuwa na mashamba makubwa ambayo kilimo kilikuwa kinafanyika. Kwa hiyo Yesu akiongea na hii jamii, anaongea na watu wanaoelewa ya kwamba kilimo kinachotajwa hapa, kilimo cha ngano, ni kilimo kilichokuwa maarufu sana. Yale mashamba hayakuwa na fence. Halo, sinaona kanisa lenu lina fence hapa, eh eh. Hivi nyie mbona amuongei sasa? Ndio upole kumbe, pasta kumbe, hapa Roho Mtakatifu ni mkubwa sana watu, tunda la upole, huna haja ya kuombea hapa jamani. Bwana asifiwe sana pasta. Umbea, upole, hapa ombea mambo mengine tu, lakini upole wanao. Hapakuwa na fence, nimesema hapakuwa na nini na fence. Na upandaji wa mbegu ulikuwa ni wa kurusha. Wale tuliokulia vijijini tunaelewa, na wale mliokulia mjini wenye mashamba Bagamoyo na na wapi kule kwingine Mkuranga eh? Na Kisarawe mnaelewa kwamba kuna wakati tunapanda kwa kufanya nini? Kwa kurusha, na kati ya shamba moja na shamba jingine, na shamba jingine. Hapakuwa na na chochote kinachotenganisha shamba la mtu mmoja na mwingine, isipokuwa kulikuwa na vinjia vidogo vidogo vya miguu. Yaani wale mliowahi kwenda shambani mnanielewa. Bwana asifiwe sana. Yaani unakuta mnyie mliokaa huko ni shamba, kwa hiyo hapa katikati pia kutenganisha walikokaa na kwaya ni shamba, na ninyi mlikokaa huku, njia hii hapa, shamba hilo hapa. Kwa hiyo portion ya shamba moja na jingine ama shamba linaweza kuwa kubwa moja, lakini mwenye shamba ameweka vinjia vidogo vidogo kwenye shamba lake. Anasema huyu mwenye shamba na mpanzi ni mpanzi makini, maana mpanzi ni Yesu mwenyewe jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu kwa umakini wake kwa umakini wake hawezi, kuwe, ku, ku, ku, hawezi kupanda njiani Halo, bwana asifiwe sana. Hawezi kupanda wapi? Njiani, lakini kwenye kurusha mbegu nyingine zikawa zinaanguka shambani, lakini ni kwenye zile njia. Walionielewa nipungie mkono, semeni amina. Kwa hiyo unaposema nyingine zikaanguka njiani. Sio eti wakati anatembea kwenda shambani akaangusha mbegu ili iweje. Na mpanzi ni Yesu mwenyewe ambaye yuko makini. Kwa hiyo zinazoanguka njiani ni shambani lakini ni kwenye vile vinjia vidogo vidogo. Sasa ule njiani kulikuwa na nini? Ule udongo wa njiani eh, eh, dambonea umekanyagwa sana maana sana. Sana. <laughs> watu wanapita hapo <laughs> kwa hiyo ule udongo umekanyagwa sana, umeshindiliwa sana ardhi yake, sababu ya compaction mana wamepita wa watu wamepita watu wamepita wanyama wamepita wanyama, kwa sababu watu wakuwa wanasafiri na farasi wengine wanasafiri na, na wanyama wakuenda nao wa shambani. Kwa hiyo ule udongo umekanyagwa sana, uko kwenye compaction, uko high recompacted. Wasafiri wamepafanya kuwa pagumu, wanyama wamepafanya kuwa pagumu, alafu haujalimwa ni njiani. Kwa hiyo mbegu ikidondoka shambani, lakini kwenye zile njia haiendi popote, haiendi popote, haiendi popote. Unasema mchungaji, hiki ni nini? kai kwenye moyo, hazikai kwenye moyo. Adui, an attentive heart negligent, usiojali huu moyo umegandamizwa sana na dhambi, yani kama ule udongo ulivyokuwa umekandamizwa sana. Huu moyo umezama sana kwenye dhambi kiasi ambacho neno la Mungu halipate nafasi, the mind is totally closed. Pasta, niliwahi kwenda Muhimbili, mama mmoja analia sana, anasema pasta, twende kwanza. Alianza mshiriki moja Magomeni, twende uzungumze na, na ndugu yangu, alisoma kabisa kwenye shule ya kanisa, ndugu yangu msomi huyu, profesa msomi kabisa, twende uongee naye. Nikaenda Kamkuta mke wake naye yuko hapa. Pasta, ongea na mume wangu madaktari wameshatuambia hana muda mrefu kuongea. kuongea hawezi na kwa hiyo nikasema kwa sababu anaelewa akiongea ni, ana, kidogo anahangaika ni mfanyishe Zaburi, Zaburi ya, moja, ya toba Zaburi ya 51 nifanye naye toba, toba, kimwambia tuombe anafumba macho anakubali ila ukimwambia sasa nataka tufanye toba. Maisha yake yote alisoma shule ya kanisa, baadaye akakana kabisa kabisa mambo ya Mungu, no god, akakana kabisa mambo ya Mungu. Kwa sababu nikamwambia ni, ni, ni, ni nataka tu, nataka usome zaburi hii. Ukimwambia tu kwamba nataka tufanye toba, anakuwa mkali sana tena ataki hata ibada iendelee. Kama ba basi tuombe, anasema tufume maji tuombe fai nikana kwamba kuomba sasa, omba uondoke. Moyo umekuwa mgumu, the heart is compacted, na kwa hiyo neno halipenyi kwenye moyo, halipenyi kwenye moyo, halipenyi baadaye alifariki akiwa amekataa kufanya toba. Hii inawakilisha kundi la wakristo na wapagani ambao mioyo ni migumu, iko ndani ya kanisa ila moyo ni mgumu miaka nenda, miaka nenda rudi, ameshikilia tabia yake isiyo badilika, na ikienda kwa muda mrefu, anaacha kuiona kama ni tatizo. Mbegu zilizoanguka njiani. Ni ombi langu jioni ya leo asiwepo yeyote kati yetu ambaye hataruhusu neno la Mungu lizame katika moyo wake na kuleta matokeo chanya. mwingi na udongo mwingi, mara zikaota, na kwa udongo kukosa kina, jua likaja, zikaungua, hazina mizizi, zikanyauka. Tulisoma hiyo habari. Huyu mpanzi yuko makini, hawezi kupanda kwenye miamba, kwenye kwenye miamba. Lakini hii miamba ni kitu gani? Hii ni limestone layer, ni kasha mka, wale waliosoma chemistry, kusema limestone maana yake ni kasha carbonate maana yake ni layer ni, ni kama sio mawe. Lakini huyu mpanzi wakati anasafisha shamba lake alisafisha vizuri na akatifua ule udongo vizuri, lakini kumbe chini chini kidogo ya udongo uliotifuliwa lea ina vimawe mawe na kwayo. Kwa hiyo kwa juu ukiona udongo uko sawa uko sawa, lakini kwa ndani udongo una shida. Hey, maana kwa kawaida mpanzi anaondoa mawe yote. Sasa miamba inatoka wapi? Hii ni ile miamba ambayo haikuonekana. Udongo kwa juu uko smart. Lakini kwa chini kidogo kuna, kuna hiyo limestone layer. The calcium carbonate layer. Wale wataalamu wa kemia mtakubaliana mimi, the calcium carbonate layer ni matokeo ya compaction of organic materials, yaani organic materials zinapokuwepo kwenye eneo kwa muda mrefu zinatengeneza the limestone layer ambayo the, ni, ni calcium carbonate. Kwa hiyo mbegu, kwa hiyo mbegu ikianguka kwenye ule udongo inazama. Ikizama, mpanzi anapata tumaini, na ikizama kwenye udongo inaanza kuota. Halo? Kwa hiyo ukiitazama kwa juu, imeanza kuota, na kwa hiyo inaweza ikampa amani sana yule mpanzi. Kwa nini? Mbegu imefanya nini? Imeota. Lakini kumbuka, yale mawe yako chini ya udongo. Kwa hiyo mizizi ikianza kujitengeneza, haiendi chini. Halo, haiendi chini na kwa sababu mizizi ndiyo inafanya mmea uwe imara, baada ya muda mfupi changamoto zinakuja. Halo, changamoto zinakuja. Halafu jambo ambalo linaniumiza zaidi, changamoto ambayo mimea mingine ndio inaumaliza, huu mti umea. Biblia inasema jua. Unajua jua ni afya kwa mmea, afya kwa mmea kwa hiyo hata lingekuja jua tu la kawaida kadogodogo tu, kwa sababu hakuna mizizi kale, kajua kananyausha ule wa moyo ambao haukuwa umejitoa sana, ulikuwa umejitoa kwa juujuu. Furahia kufanya baadhi ya mambo. Halo. Huu moyo unafurahia kuimba kwaya.